Enea kwenye eneo lenye miti katika kusini mwa Afrika, iko magofu mazuri ya Zimbabwe Kuu. Mji wa mawe wa utajiri na heshima ya kushangaza. Iko katika nchi ya sasa ya Zimbabwe, ni mwonekano wa magofu makubwa zaidi ya makazi yanayojulikana katika Afrika kusini mwa Sahara. Ya pili katika bara hilo tu kwa piramidi za Misri. Lakini historia ya mji huu imejaa utata uliofafanuliwa na miongo kadhaa ya mzozo juu ya nani aliyeijenga na kwa nini. Jina lake linatokana na neno la Shona madzimbabwe linalomaanisha nyumba kubwa ya jiwe, kwa kuta zake za mawe zisizoweza kupandwa ambazo zinafikia urefu wa karibu mita 10 na urefu wa karibu mita 250. Kwa ukubwa wake na umuhimu wa kihistoria ilitajwa kuwa eneo la urithi la dunia na UNESCO mwaka 1986. Katika karne ya 14 na 15, ulikuwa mji unaostawi ulienea kwa karibu kilomita 8 za mraba. Zimbabwe Kuu ilitambulika kwa maeneo makuu matatu: Kilima ambapo mfalme aliishi, Great Enclosure iliyotengewa wanachama wa familia ya kifalme na Valley Complex ambapo raia wa kawaida waliishi. Watawala walikuwa viongozi wenye nguvu kiuchumi na kidini eneo hilo. Mji huo ulikuwa na idadi ya watu wa mijini wenye shughuli nyingi elfu 18 na ulikuwa mmoja wa vituo vikuu vya biashara vya Afrika wakati huo. Kilichowezesha ukoaji kilikuwa jukumu kubwa la Zimbabwe yenye ushawishi katika mtandao wa biashara wa barani. Uliunganishwa na majimbo kadhaa muhimu kando ya pwani ya Kiswahili ya Afrika Mashariki na kuwa sehemu ya njia kubwa za biashara za bahari Hindi. Mji ulizalisha utajiri wake kwa kuthibitisha vyanzo na biashara ya vitu vya thamani zaidi: dhahabu, pembe za ndovu na shaba. Kwa nguvu hii ya biashara, uliweza kupanua nyanja yake ya ushawishi katika mabara na kukuza uwepo wenye nguvu wa wafanyabiashara wa Kiarabu na India katika kilele chake. Waakeolojia tangu wakati huo wameunganisha maelezo ya historia hii kupitia vitu vilivyogunduliwa eneo hilo. Kulikuwa na vipande vya sufuria na vioo kutoka Asia na sarafu zilizochongwa katika mji wa biashara wa pwani wa Kilwa Kisiwani zaidi ya umbali wa maili 1500. Walipata michongo ya ndege wa mawe ambayo inafikiriwa kuwakilisha kila mtawala wa mji huo, na mifupa midogo ya ndama iliyopatikana tu karibu na makazi ya kifalme inaonyesha jinsi lishe ya wakuu ilivyotofautiana na ya watu wa kawaida. Dalili hizi pia zimesababisha nadharia kuhusu kuanguka kwa jiji hilo. Kufikia katikati ya karne ya 15, majengo huko Great Zimbabwe yalikuwa ndiyo tu yaliyobaki ushahidi wa kiakolojia unaonyesha masuala ya watu wengi na usafi kama sababu, pamoja na upotezaji wa udongo unaosababishwa na matumizi mengi. Hatimaye, wakati mazao yalipokauka na hali katika mji ulipokuwa mbaya zaidi, idadi ya watu wa Zimbabwe kuu inafikiriwa kuwa ilitawanyika na kuunda himaya za karibu za Mutapa na Torwa. Karne nyingi baadaye, awamu mpya ya ushawishi mkubwa wa Zimbabwe ulianza kisiasa wakati watu walipohoji ni nani aliyejenga huo mji maarufu wa jiwe. Wakati wa ukoloni wa Ulaya Afrika, maafisa wa kikoloni wa rangi walidai magofu hayawezi kuwa ya asili ya Kiafrika, kwa hivyo bila rekodi ya kina iliyoandikwa mkononi. Badala yake walitegemea hadithi kuelezea ukufu wa Zimbabwe Kuu. Wengine walidai ilithibitisha hadithi ya Bibilia ya malkia wa Shiba aliyeishi mji wa utajiri. Wengine walihoji ulijengwa na Wagiriki wa kale. Alafu mwanzoni mwa karne ya 20, baada ya uchimbaji mkubwa katika eneo hilo, mwanakolojia David Randall Maciver aliwasilisha ushahidi wazi kwamba Zimbabwe Kuu ilijengwa na watu wa asili walakin, wakati huo, serikali ya kikoloni weupe ya nchi ilitaka kuharibu nadharia hii kwa sababu ilichanganya uhalali wa utawala wao. Kwa kweli, serikali ilihimiza kikamilifu wanahistoria kutoa akaunti zilizozingatia asili ya kiafrika ya jiji hilo. Baada ya muda, hata hivyo, ushahidi mkubwa uliongezeka na kutambua Zimbabwe Kuu kama mji wa kiafrika uliojengwa na Waafrika. Wakati wa miaka ya 1960 na 70 Zimbabwe Kuu ikawa ishara muhimu kwa harakati za kitaifa za Waafrika ambayo ilikuwa ikienea kote barani. Leo magofu ya Zimbabwe Kuu yanayoonyeshwa kwenye bendera ya Zimbabwe na ndege wa mawe bado zinasimama kama chanzo cha kujivunia kitaifa na thamani ya kitamaduni. Ikiwa unafurahia kujifunza kuhusu historia, jisajili kwa kituo hiki. Kwa sababu masomo ya jana yanaweza kutusaidia kukabiliana na changamoto za leo.